Nataka niwaambie wale wote ambao tunashughulikia jambo hili, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa hiyo tuligawana majukumu, nirudie tena, kila mmoja awajibike kwenye eneo lake, na kila mmoja anapofanya jambo hili, anapotekeleza wajibu wake, ahakikishe kuwa hatukosi sifa kwa yeye kushindwa kutekeleza wajibu wake. Hili ni jambo muhimu sana, si tuwajibike, tulikubaliana Swala la AFCON halina mjadala. Faida tutakayoipata ni zaidi ya malipo tunaolipia viwanja. Psychologically kama nchi <coughs> tunataka kuwin, matamanio ya wapenzi wa michezo nchini, maendeleo ya michezo tupofika ni pazuri sana. Kwa hiyo karibu, tunavyokwenda tunavyoendelea, tunajiona tuna sifa, zile sifa sasa tunapata ofa ya kuleta michezo, lazima tuhakikishe tunakamilisha vitu vingine ile sifa ikamilike, motivation ya wachezaji, mashabiki, viongozi wa serikali iendelee, alafu ndo tunaendelea vizuri. Utapata vitu vingi kupitia hili na baada ya michezo tutabaki na viwanja viko kwenye standard, ambavyo nchi za wenzetu walishapita hatua hii mapema sana. Tukishindwa hapa, watanzania watatuelewa. Kwa hiyo, hakikisheni hatupate adhabu na watanzania wapenda michezo kwa ati mtu mmoja kutotekeleza jukumu lake tunaelezana moja afanye moja mbili tatu. Kwa wakati huu unaitwa kwenye mkutano ufiki kazi ufanyi, kila mmoja aone ana nafasi muhimu kufanya kazi hii. Sasa leo tumeachana majukumu pale, kuweka pevu kwa haraka sana, kabla ya tarehe ishirini na tano pale pa amekamilika. Tunajenga wakati gani? Usiku mchana, na hii mnaweza tumeona maeneo mengi na tumefanya kazi na nyie sehemu nyingi najenga usiku na mchana kukamilisha hizi hizi hizi operation zetu, ikiwemo na hii hii. Ndiyo tunafanya kama operation, tujenge kwa standard, papendeze, weka pav na maeneo mengine usafi, kama walivyoanza kusafisha kule maudongo eneo lile liwe, liwe smart. Lazima tuwajibike kila mmoja, na hasa wale ambao wamepewa jukumu la kuiwakilisha suma kwenye usimamizi wa viwanja, kila mmoja awajibike.